Ujumbe kwa muda mfupi, alafu tuombe. Lakini roho Mungu ameniambia niendeleze ule ujumbe ambao jumapili ule mchungaji niliukatiza na kuna wengine walikuwa hawakuja Jumapili, niendeleze ujumbe ambao roho Mungu aliniambia e, nilikuwa niko nao naendea nao nikaukatiza. Kwa nini naendea nao vizuri, uweze kunielewa, lakini pia utaomba, uone nifuatilia, kwa sababu unaweza kanuaka daftari kako Ukaa nako kanisani. Kuna pointi utaifuata, kitakusaidia. Sema amen na Mungu atakusaidia kwa jina la Yesu. Andika, unaandika uhamisho. Hebu wote tuseme uhamisho. Kama unaandika andika uhamisho, andika uhamisho, uweze kunifuatilia vizuri sana, eh Leo tulitakuwa tuwe live lakini naona tumechemka kwa habari ya mitambo, lakini vifaa vyote vya kuwa live, ukiandika ili jina hapa, mesha unaliona liko kwenye mtandao na ibada utaziona. Kwa hiyo tu tumekabisha vifaa vyote. Haleluya. E, umeandika nini? Uhamisho sio uhamisho? kwa nini Mungu aliniambia uhamisho? Kuna watu wengine kwenye maisha yao ili Mungu awabariki kuna mahali wanatakuwa wahame, ili waende sehemu nyingine Mungu awabariki, si ndio? Kwa mfano unakaa kwa mzazi wako, je, Mungu anaweza kakubariki? Kwa baraka kubwa kwa mzazi wako lazima uhame, ukaanzie maisha yako ili Mungu akubariki. Kama ulikuwa unakaa nyumba ya kupanga basi umehama kwa nyumba ya kupanga umeenda kujenga, huyu mtu nasema amehamishwa. Kama ulikuwa na maisha ya chini, umehama umekwenda kwenye maisha mengine. Hata mimi nilikuwa kule ndani ndani, nimehama nimesogea karibu na barabarani. Huyo yote ni uhamishwa. Uhamishe ni levo ya kutoka levo nyingine kwenda levo nyingine. Kama ni maisha, unatoka levo hii kwenda levo nyingine kama ulikuwa unahubiri tuone, unatoka levo ya kubiri unaenda levo nyingine. Kama ulikuwa unashuhudia tuone, unashuhudia tuone, vipofu anaona, unaombea. Kama ulikuwa mfanya biashara tuone, kuna levo ya biashara, unakwenda levo ya biashara nyingine. Hii inaitwa uhamisho. Kama ulikuwa ni mtu mwombaji tuone, sasa unavuka kiwango cha uombaji, unaenda kwa dipu, unaenda chini kama mtu ulikuwa unashiriki ibada sasa unakuwa muamini, mu, muamini, muamini, na unakuwa mfuasi yani, unakuwa sio tena unashiriki unakuwa ni muumini. Huyu mtu amehama kule aliko, ameamini, sasa amekuwa mshika, sasa zingine Mungu aweze kubariki kama ujahama. Kwa fano, kuna watu walikuwa kwenye dhambi, lazima uhame kwenye madhambi ili u nilipohamia ni hapa sitaki mchezo, na niwaambie ni vipi. Kuanzia Jumapili naomba tuwahi, tufike saa tatu mkitaka ona, Mungu abariki. Tufike saa tatu kamili. Makazini tunawahi, lakini kwenye nyumba ya ibada tunafanya nini? Tunachelewa. Unaona, yeye ametoka wapi? Wewe si umetoka kunje? Simama sasa. Wewe kwa nini unakaa hapa unachelewa? lazima ufike hapa saa tatu naposema maombi ta malaika wako walio mtakatifu, yuko enzi, ipo tuanze wote, ndio Mungu atakubariki. Kwa hiyo ili tuweze kuelewana hapa vizuri kabisa, hapa tunaweka mlango wa, wa, wa nani wa tinte pale, mlango wa kiokto. Ikifika saa tatu kamili, saa tatu na nusu mlango unafungwa mpaka tumalize maombi. Yeah. Amegusa Hujanielewa wewe bado. Hebu sema mimi ni mwana wa ufalme Hamisho kaingiza kwenye ufalme wa mwana pekee. Hakuna shetani ataweza, hakuna wacini ataweza. Basi leo nakwambia wewe yeah, ni mwana wa ufalme. Kama ni mwana wa ufalme, ingia kwenye hadi ya baraka, ingia kwenye hadi ya uzima, ingia kwenye hadi ya ushindi, ingia hadi ya ponyaji, ingia kwenye hadi wote. Hata kama kuna vitu unaviona ina kusumbua, sema usitafakari sana, tafakari ni yaliyo juu, maana